Nilikuwa mimi nalala katika nyumba ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namwekea maji na dumu. Kitendo hicho cha kumwekea maji mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maji yale ndiyo mtume anayatumia katika haja zake za kimwili, na maji yale bwana mtume anatawadhia kwa ajili ya kufanya hivyo. Anasema nikawa nafanya hivyo mara kwa mara. Ahyanan ahbabi fillah, kuna wakati mtume anafunga mlango, anafungua, anamkuta Rabia yuko mlangoni Mnafahamu, jangwa, michanga, vumbi linapepea, usiku linamkuta kijana huyu yuko mlangoni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia ya Rabia, ewe Rabia salli, niombe chochote unachokitaka. Ebu simama hapo, chukua vijana wetu waeji, tulioona hawa wadogo zetu, watoto wetu hivi sasa, leta kumbu. Wewe mzazi umeruzukiwa fedha za kutosha, kisha umwambie kijana wako baada ya kupasi au form 6 au university, kisha mwambie kijana, umenifurahisha, niombe unachotaka. akiwa chini ya miaka saba, baba, nataka baskeli, mwingine nataka taka za kuchezea watoto, mwingine nataka kadha, simu nataka nini. Ndio fikra tulizokuwa nao za vijana wetu hawa tunawalea. e kijana akamwambia Mtume, andhurni ya Rasulullah, hata ufakir niache ha kidogo kumbukumbu ziniijie kwa swali lokuwa umeniambia. Kijana atafakari kisha anamgemkia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anamwambia as'aluka murafakata fi ljanna ya Rasulullah, na kuomba ewe Mtume wa Allah, niwe mimi na wewe peponi. Murafakatu fi ljanna, niwe mimi na wewe peponi, wewe benet mimi na wewe mtume. Anamwangalia huyu kijana, anamwambia kuna mtu alishawahi kuambia habari hizi? Anaambia hapana, limadha ya rabia? Kwa nini ya rabia? Anaambia ya Rasulullah, nadhartu ila dunya, nimeitazama dunia, wama nime alaiha, na yaliyokuwa ndani ya hii dunia, faraaituha munkatia zaida, nimeiona dunia hii na vilivyomo vyote vinaondoka. Nikikuomba nguo itachakaa, nikikuomba vyakula vitakwisha, lakini nimekuomba niwe na wewe mora, Mtume anamwambia awa ghairu dhalik, una jambo jingine? Anaambia huwa dhaka ya Rasulullah, hilo hilo sina jingine. Hao walijua wako hapa kwa sababu gani na wapi wanakwenda hawakuibeba dunia hii, wakaona hapa ndio kituo chao kimefika. Hii ndio dunia ambayo kinachokufanya wewe uwe katika maisha yao ni sila yako, baina yako na mola wako. Kuwa hivyo utaiona dunia hii si lolote si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasin TV pata kujua wema wa Uislamu.